Lakini wakati wagombea wanazungumza hapa, limezungumzwa suala la changamoto ya wa migogoro wa mpaka kati ya hifadhi ya miti ya shamba la Silayo na vijiji vinavyozunguka. Katika kulishughulikia hili, niliridhia pendekezo la kamati ya mawaziri wa nane wa kisekta kutoa hekta elfu mbili na sitini ni na sitini na nane katika hifadhi ya msitu wa shamba la Silayo kwa ajili ya baadhi ya vijiji vya wilaya za Bukombe na Chato. Hata hivyo, kama ilivyosemwa hapa kwamba baadhi ya vijiji vilivyotembelewa na kamati ya mawaziri wakiseta, wana wa nane wa kisekta wanalalamika kutopatiwa mrejesho wa maamuzi, ili wajue wanasimama wapi, haki yao ni ipi, na wanaishi vipi na hifadhi. Hivyo ni waahidi kuwa nitawatuma tena mawaziri wa kisekta waliopitia mipaka ya maeneo ya hifadhi waje wawapatie mrejesho, wawasikilize na kuwapatia mrejesho na kuonesha mipaka, ili swala hili lishughulikiwe kikamilifu Chato, yeah.